Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 29 ya mwezi wa tano mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku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 Ne. Saba. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele mbele habari iliyopewa kipaumbele ni Ruto aomba radhi wa Tanzania, habari kamili ni katika ukurasa wa saba. Samia jengo jipya CCM lidaki si ukubwa uimara, habari imelikuwa kwenye kurasa za ndani za gazeti. Gazeti hili uwekezaji diaspora juu Tanzania kinara EAC, habari imelikuwa kwenye ukurasa wa pili. Zaidi ya migodi elfu kumi na tatu yakaguliwa, habari imelikuwa kwenye ukurasa wa saba. Gazeti hili majali waitoa wekezaji wa we Japan sekta saba habari katika ukurasa wa tano. Msajili aeleza sababu kusitisha ruzuku Chadema habari katika ukurasa wa saba. Samia aridhia ajira mpya mia tatu TRA habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne, na hivyo ndivyo ambavyo limeandika gazeti habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti habari Leo mikononi mwangu na gazeti Mwananchi, lenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni hatua ngumu Chadema, ni kutokana na mvutano na msimamo wa chama hicho na ofisi ya msajili wadau wa siasa waeleza kinachokwenda kutokea, athari zake waonyesha njia ya kuondoa sintofahamu. Chadema iyaita tena kamati kuu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Habari picha inamwonesha Lisu pamoja na Jaji Mutungi ndugu, iliandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Imeandika hata Chadema wangeamua kwenda mahakamani kupinga uamuzi wa, wa msajili, yatakuwa ni yale yale, kesi itachukua muda mrefu, wataathirika zaidi kukosa hiyo ruzuku. Hii inanukuu ya Profesa Mohamed Bakari Dr. George Kahangwa, ruku yake anasema, tukiwa ndani ya mwaka wa uchaguzi mkuu, chama kikuu cha upinzani kwa muda mrefu kupata mapigo mfululizo ndani ya majira haya, unaweza kusema si bure lazima kuna namna. Undani wa taarifa hili katika ukurasa wa nne gazeti hili imeandika mambo matatu kujiri leo CCM, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tano Mwili wa Sheh Jabir wakotwa barabarani Zanzibar, habari katika ukurasa wa tatu Gazeti hili imeandika kodi ya majengo sasa kuondolewa kwenye umeme, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita Baada ya miaka minne ya ukusanyaji wa kodi ya majengo kupitia mfumo wa ununuzi wa umeme, ikiripotiwa kuwa serikali ipo katika hatua za mwisho kurejesha suala hilo halmashauri. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa sita wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo walimeandika gazeti Mwananchi kwenye ukurasa wake mbili. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni rais Ruto aomba radhi wa Tanzania, ni kuhusu sakata la wanaharakati. Rais Ruto asema mataifa hayo yanahitaji ushirikiano imara. Jumuiya ya maridhiano na amani yampa tano Samia kwa kuonyesha ukomavu wa habari kamili, na katika ukurasa wa nne wa gazeti hili gazeti hili imeandika Samia andika historia CCM uwekaji jiwe la msingi wa ujenzi wa makao makuu habari katika ukurasa wa nne. Takukuru yauka mamilioni ya fedha habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. Dr Mpango afichwa siri uendelezaji miundo mbinu wa habari katika ukurasa wa tatu. Rasicharamila awapa wiki mbili wafanya biashara Kareko, habari katika ukurasa wa tatu. Majaliwa aendelea kuwashawishi wa Japani kuwekeza nchini, habari katika ukurasa wa pili. Ukraine yatuma zaidi ya droni mia moja kuelekea Urusi, habari katika ukurasa wa kumi na tisa. Kasi ya Ulege, wizara ya ujenzi yanavyokidhi kiu ya wananchi, habari katika ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku la gazeti lipasha mwanga jamii, lenye habari iliyopewa kipaumbele kama magazeti mengi nchini Tanzania. Ruto aomba radhi Tanzania, habari katika ukurasa wa pili. CHADEMA kujibu kauli ya msajili wa vyama vya siasa, undani wa taarifa hili katika ukurasa wa pili. Mkutano mkuu wa taifa, Samia asisitiza unyenyekevu wa viongozi wa CCM, habari katika ukurasa wa nne. Tanzania sasa yapiga hatua matibabu ya saratani, habari katika ukurasa wa tano mambo ya nje ya jana, vipaumbele vitano elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita Habari katika ukurasa so, wa tano. Mahakama yapokea ya kilo 15 za heroin, habari katika ukurasa wa saba. so, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti mwanahalisi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Gwajima avuruga, akuosesha utulivu CCM, serikali na bunge, aandaliwa dozi kung'olewa ashambuliwa habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha inamuonyesha askofu Josephat Gwajima, wabunge wakalia kutikavu Angelina Mabula, Bashungwa, Isa Mtemvu, Abbas Tarimba, Msukuma, Dorothy Kilave ndani wa taarifa hii katika ukurasa so wa nane. Mbunge atafuna shilingi milioni ishirini na nane za CCM habari katika ukurasa so wa nne. Mboe aitosa chauma habari imeanikwa kwenye ukurasa so sita wa gazeti hili na hivi ndivyo ambavyo limeanika gazeti Mwana Halisi Alhamisi ya leo, pata nakala yako, some kwa undani zaidi. Nalo gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dkt Samia: viongozi jishusheni kwa wananchi. Dkt Mwinyi apongeza ujenzi wa makao makuu ya CCM wa habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Sheikh Jabir afariki katika mazingira ya kutatanisha habari katika ukurasa wa pili wa Palestina. Wavamia chakula cha msaada habari katika ukurasa wa tisa wa gazeti hili Zanzibar leo yenye kuwa tuzo ya NCD Advocacy Award 2025 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na wazi. Pata nakala yako someko ndani zaidi. Nilo gazeti wa machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia wananchi wamiliki wa CCM viongozi tunapita aweka jiwe la msingi wa ujenzi wa makao makuu bilioni 34, kutumika hadi ujenzi huo wa jengo la kisasa kukamilika. nemlok Salim asas Dr mabodi na Chande, wajumbe wapya kamati kuu. Habari melekwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Rais Ruto aziangukia Tanzania, Uganda ni kutokana na maneno makali matusi ya wanaharakati wa Kenya kwenye mitandao ya kijamii. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili rasi Chalamila awataka wa machinga kareko. kufungua njia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Wataalamu PPPC wahadhiri vyuo vikuu wapatiwa uzoefu kuhusu ubia sekta ya afya, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Mambo ya nje yabeba diplomasia ya uchumi, balozi Kombo naomba bunge shilingi bilioni mia tatu arobaini nukta tano tatu aja na mikakati madhubuti mitano, habari katika ukurasa wa pili. Umoja wa Ulaya waipa kongole rea habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti. wa machinga ngapasi na ya nakala yako so ameko ndani zaidi. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu ndilo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Simba mtacheza hamchezi. Matokeo okay, yakiwa ni Simba moja, Singida Black Stars sifuri, mchezo uliopigwa hapo jana katika uwanja wa KMC Complex. Mkali mukwala katika mechi mbili za mwisho ligi kuu amefunga mabao matatu. Msimamo ligi kuu Tanzania Bara, Yanga ni ya kwanza na alama sabini na tatu Simba ya pili na alama sabini na mbili Azam ya tatu na alama hamsini na saba Singida Black Stars na alama 53 katika nafasi ya nne, Tabora United katika nafasi ya tano na alama thelathini na saba. Gazeti limeandika wafungaji, ahwa wa Simba na mabao kumi na tano mzizi wa Yanga na mabao kumi na tatu dube wa Yanga na mabao kumi na tatu Ateba wa Simba na mabao kumi na mbili, Mukwana na mabao kumi na mbili wa Simba Sports Club, Soa wa Singida ana mabao kumi na moja, Rupia wa Singida na mabao kumi wakati Pacome wa Yanga akiwa na mabao tisa pamoja na Stephane Aziz Ki wote wakiwa na mabao tisa. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti Mwanaspoti. Yanga ya mwita da beki wa TP Mazembe kwa sasa ndani ya Yanga, eneo ambalo beki huyo anakwenda kucheza undani wa taarifa hini katika ukurasa za ndani gazeti hili limeandika, chama la wana Geita Gold kumaliza ubishi viwanja watakavocheza, habari katika ukurasa wa tano. Bea City yaanza na kiungo Yanga. Lakini pia gazeti hili limeandika playoff leo Alhamis ni Stand United na Geita Gold saa kumi kamili jioni. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi, magazeti ya habari, habari za michezo na burudani. gazeti Habari Leo ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika Simba yanogesha vita ya ubingwa. Simba imeendelea kuongeza shir, shinikizo kwa wapinzani wake wakubwa Yanga kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Singida Black Stars uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Yanga yalaani vurugu kwa mashabiki wake, undani wa taarifa kini katika kurasa za ndani. Karia azipiga debe mechi za kirafiki stars undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani. Ya mal ajifunga Barcelona, habari katika ukurasa wa ishirini na mbili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo gwiji la habari Tanzania, na gazeti ya habari leo linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa, Toka Zamani TV. Asante na kwa heri kwa sasa.